Leo nimependa tujifunze kuhusiana na sura. Sura ni kitu ambacho kinaweza kikakutambulisha wewe, utajua kika kwamba huyu ni fulani na ni nani kwa jina. Na ukisoma kumbu la Torati nne kumi na sita, tumeelezwa kwamba tusibadilibadili sura kwa mfano wa kitu kingine. Na Mungu alikupenda sana akatuumba kwa mfano wa sura yake, na endapo tutaishi kwa ile sura ya kwanza ambayo Mungu alituumba, hakuna ambaye atamkwaza mwenzie, na jukumu la ulinzi na usalama litakuwa ni swala rahisi sana. Basi katika muktadha wa mambo ya ulinzi na usalama, tunamtangua mwanadamu katika sura tatu, sio Su, sura moja, sura tatu. Sura ya kwanza ni ile sura ambayo Mungu ndio alimuumba, yaani ya uhusiano kati ya yeye na Mungu wake. Ni sura ambayo kwa watu wa imani zingine kule nilikuta kuna eneo linaitwa kitubio, chini kabisa kwenye makanisa ya kale, ambako watu walikuwa wanaeleza kile ambacho alikifanya kwa asili, ambacho watu wengine hawakifahamu. Lakini kuna sura ya pili. Sura ya pili ile ambayo wewe unatambulika kwa watu wachache. Tunaweza tukawa tunakuona mtu mwema sana hapa lakini, kule nyumbani kwako, wewe ni mtu wa ovyo kabisa. Na tunaweza tukawa tunakuona mtu mwema sana sisi hapa katika juhu, kwa hali ya ujumla, lakini wanao mkeo ama mmeo anakuona katika tafsiri ya tofauti kabisa na sisi tunavyokufahamu na sura ya tatu ni ile ambayo tunaita outer cycle. Kama picha hii, nadhani unaona, sura hii ni sura ya kwanza ambayo watu wengi tunakuwa nayo. Watu wengi tunatamani kuonekana tukiwa katika sura nzuri na kuvutia kama hizi, lakini kuna muda sura hizo hizo zetu zinageuka. Ni mtu yule yule, lakini kwa watu wachache anakuwa katika muonekano ule. Huu. Kwa hiyo tunapo- unapoambiwa baba kamrudi kambaka mwanaye, ni wakati wewe unamfahamu katika sura hii, unakataa kwamba baba, baba yule hawezi kufanya kitendo kile, lakini baba huyo huyo, kumbe kuna muda alikuwa katika sura sura hii. Lakini sifuri ya pili inasimama badala ya afya. Afya ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu lakini afya inaamuliwa na unakula nini, unakunywa nini, unavuta nini, unafanya nini. Vile tunavyokula, vile tunavyokunywa, vile tunavyovuta, wakati mwingine vimepelekea afya yetu ikawa mbaya. Kwao ni muhimu sana tukazingatia vile ambavyo Mungu ameruhusu tule, tunywe, tuvute. Lakini sifuri ya tatu inasema badala ya kazi, na muasisi wa kazi ni Mungu mwenyewe. Tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu inaonesha namna gani alifanya kazi na siku ya saba kama hili akapumzika, na kwa kuwa ndio muasisi wa kazi, ni muhimu sana watu wote tukafanya kazi, lakini pia hata sheria zetu za tulizojiwekea kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara namba 22 inataka watu wote wafanye kazi lakini muhimu tu kazi hiyo iwe halali, sio kwenda kukunja na kuasi maisha ya mtu mwingine. Sifuri nyingine si inasimama badala ya fedha. Fedha ni ujira ambao unaopata baada ya kufanya kazi. Kwa hiyo so, kama utafanya kazi halali na ukapata fedha, ni kipimo sahihi pia cha kujua hadhi yako, kwa maana hata kwenye Mwanzo kumi na tatu mbili fedha itumika kama kipimo cha kumwona Ibrahimu ni mtu ambaye amestarabika na mwenye utajiri. Familia ni kitu muhimu sana, na tunatamani sana familia zile ambazo zinatengenezwa, zinajengwa na kupitia wewe. Watu wengi sana wamekuwa wakizitendea maovu familia wanazozitengeneza, na sio zile walizozikuta. Familia uliyoikuta ni ile ambayo umekuta baba yako na mama yako wamekwisha ianzisha. Sasa ile ambayo wewe unaiendeleza imekuwa ikipata changamoto za aina na mbalimbali, ambazo nyingi zinakuwa zimesababishwa na wewe. Tunatamani tujua kwamba yai linapovunjika kutoka ndani, basi kinachofuata ni uhai, kwa maana ya kwamba kifaranga kitatoka, kwa, kwa sababu kimevunjika kutoka ndani, lakini linapovunjika kutoka nje ndo mwisho wake, ama kufa kwayo. Amani na utulivu huu tunatamani uanzie ndani kabisa ya familia, halafu kitoka nje iwe ni matawi ya jamii nzima kunufaika na kila mtu ana malengo yake. Ni muhimu kujiwekea malengo, lakini tukijua kabisa kwamba malengo yote yanategemea hii namba namba moja ambaye ni nani? Ni Mungu. Tuendelee kumwomba ili aweze kuturahisishia yote. Ni kweli tunakuwa na kauli yetu ya kusema dunia imebadilika lakini kiukweli ni kwamba dunia bado iko vile vile, watu ndio wame- wamebadilika. Kwa hiyo niwaombe sana, tuendelee kurudisha amani na utulivu nchini, kwa kutokuangalia nini kimetokea, tuangalie wapi tumejikwa na tunatoka katika hili wimbi ambalo tuko